Asifiwe. Hii ni Mkombozi TV. Kama ilivyokuwa kaida yetu, tunapita mitaani, lengo la mazumuni ni kuwatafuta wakristo wenzetu ili tuweze kuzungumza nao kuhusiana na masuala yanayohusiana na Biblia. Kikubwa zaidi ni kuhamasishana wakristo wenzetu juu ya kuweka umuhimu wa kujifunza na kusoma neno la Mungu. Hapa nimekutana na dadangu ambaye yeye atajitambulisha majina yake, alafu atasema anasali kanisa gani na yeye ni wa dhehebu gani. Baada hapo, nitamuuliza maswali yangu machache sana ambayo ni matatu ambayo ni mepesi sana. Karibu sana dada, jisikie amani. Jina naitwa Ana. Kwa jina unaitwa Ana? Mm. Ana nani, maana akina Ana ni wengi? Ana Mbele. Mm. Eh, wewe Ana Mbele unasali kanisa gani? Roman Catholic. Kwa ni Roman Catholic. Mm. Unakwenda kwenda kanisani? Ndiyo. Na unajifunza maandiko ya Mungu? Ndiyo. Hmm. Kweli? Hmm. Kweli a sauti aitoke, kweli eh kweli. Sawa, sasa mimi nataka niulize swali kwamba Yesu alikaa jangwani kwa muda gani akifunga siku 40, hmm? siku 40, mbona to sauti dada, siku 40, mwambie kule Yesu alikaa siku 40 akifunga mchana na usiku, na usiku. Asante. atana bana amejibu swali la Yesu alikaa jangwani kwa muda gani akiwa anafunga? Anasema alikaa siku arobaini ambako alifunga mchana na usiku. Swali namba mbili, Mamake Yesu anaitwa nani? Anaitwa Maria. Anaitwa, Maria. Maria. Mm. Na s swali namba tatu, mfalme wa kwanza wa taifa la Israeli anaitwa nani? Mfalme wa kwanza kabisa kwenye taifa la Israeli katika Biblia anaitwa aimani nani? Mm. Okay. Umemsahau au? Sawa. Umemsahau. Ni, ni, ni nani aliyeahidiwa kuwa atakuwa baba wa mataifa? Yesu Kristo. Kristo. Yesu Kristo. Mm. Sasa aliyemuua ndugu yake kwa wivu ni nani katika kitabu cha Mwanzo? Sadana ka, ka, mm. Amejitahidi, amejibu maswali ambayo ameweza kujibu, lakini zaidi dadaana eh, labda tuseme kwamba so, unavyojibu maswali afu kama una uhakika hivi, unaonaje eh, unaona kuna haja yote ya kusoma Biblia au unaona e. <laughs> Maja kusoma Biblia. Eh, hebu nataka uambie tu watazamaji wanaoangalia kwamba kuna umuhimu gani wa kujifunza Biblia maneno machache tu. Biblia ni muhimu mm. kwa sababu Biblia ndio kila kitu mm. Biblia ndio ukombozi mm. Eh, unaposoma Biblia, Biblia inaponya. Ndio. Eh, mm. Soma Biblia. Unahamasisha soma Biblia. Eh, Wakristo wasome Biblia yeah, yeah. Wasikae nazo tu majumbani maiki. Wengine wanaziweka e, tu kitandani, afu wanalala, wasome yeah. Kwao unaambia wasome some. Asante sana basi ndugu mtazamaji wa Mkombozi TV, tulikuwa na dada yetu, ana amejibu yale ambayo ameweza kujibu, lakini kikubwa anaye pia ameahidi kwamba atasoma ili siku na wakati mwingine asiweze kupata shida wakati wa kujibu haya maswali unakumba maswali ambayo umeyakosea hapa ambayo unayakosa, nakumbuka? mm. Kama lipi mfalme mm. wa kwanza wa Israeli? Lingine aliahidiwa kuwa baba wa mataifa? mm. eh, una, Yesu. Umesema ni Yesu, una uhakika eh, na hilo una na uhakika? usome Biblia <laughs> si ndio? Basi sawa, dadana ameeleza hapa umuhimu wa kujifunza maandiko, kwa sababu maandiko ndio kila kitu, kwamba kama ukijifunza maandiko, manake ni kwamba maswali kama haya pia unaweza ukajibu, lakini pia kuna uponyaji, kuna faida nyingi ambazo amezitaja hapo. Dadana, kwa wale wa Roman Catholic wenzako, unawaambiaje juu ya usomaji wa Biblia? Unawaambia jitahidi kusoma Biblia. Asante sana basi, tunakushukuru asante kwa ushirikiano wako, Mungu akubariki. Haya basi, watazamaji wa Mkombozi TV, tunasema asante kwa kuwa umekuwa nasi Peter tu. Kwa kuwa umekuwa nasi toka tuanze kipindi hichi, na sasa tunapoelekea kufunga, ninachokuomba wewe ambaye unafuatilia kipindi hiki, naomba uweze kusubscribe, naomba uweze kushare, naomba uweze kulike. Ukifanya hivyo utakuwa umefanya sadaka kubwa sana, utakuwa umeungana na mimi ambaye niko hapa mbele yako kumtangaza Yesu Kristo kwamba ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Asante na kwaherini.